Nilitoa maelekezo kwa wakuu wa shule wote, shule zote hamsini za, za manispaa yetu ya Kibaha kwamba wote wahakikishe wanakwenda kwenye mkondo, pamoja na mkondo wa jumla wa amali pia wawepo wa jiunge wa na mkondo wa amali wa leti, wa wafuate taratibu ili wafanye hivyo, na bahati njema, angalieni, ndio maana nisema hii shule ni bora shule zipo nyingi hamsini, lakini huyu tulisema kwa ajili ya Januari, huyu ameanza. Meona haya yalitokea hapa, wa machungwa wale, siu kilimo, agribusiness wameyafanya hapa, lakini ukiangalia kuna fani mbalimbali yani hawa yani mkurugenzi na shule hii yani mimi na mtoto wangu yuko darasa la sita akimaliza la saba tunamleta, namleta hapa kwa sababu panastahili. Mi tunaangalia shule zote nazifahamu, yani hawa wana habari hiyo, sio agro business, welding ipo hapa, sijui kuna maswala ya construction ujenzi, ndio maana waliona lile dude lile lipo hapa, fine art eh, yani wana mapishi, michezo eh, umeme masuala ya kompyuta, kuna hata zile show michezo ile. Ni yani mkondo ule wa amali na ndio tunaosisitiza, au watoto wakimaliza elimu yao ya sekondari wasikilizane huko. Shule yetu imefanikiwa kuanzishwa elimu ya amali hii rasmi mwaka huu, inayolenga kuimarisha uwezo wa wanafunzi katika stadi za vitendo ili kuwapa maarifa na ujuzi unaohitajika Elimu hii ni pamoja na kuongeza maarifa ya vitendo na uwezo wa kujiajiri au kuajiriwa, ambapo wamepata ujuzi kama vile umeme, mapishi, kompyuta, kilimo, biashara, upambaji, ushonaji, uchoraji, muziki, utengenezaji wa sabuni, utengenezaji wa matofali ya kuchoma, utengenezaji wa mabomba. Baada ya safari ya masomo ya miaka minne, tunauhakika wanafunzi hao wanaweza kujiajiri wenyewe. Napenda kuhakikisha wazazi, walezi wote kuwa shule yetu iko imara na makini katika kuwapatia elimu bora vijana wetu, tukizingatia kauli mbiu yetu ambayo inasema knowledge is power. Ni matumaini yetu kwamba ni matumaini yetu pia jitihada hizi zitaungwa mkono na wazazi na wanafunzi wanaohitimu na wale wanaoendelea masomo yao kwa maendeleo yao na taifa kwa ujumla. Tulikaa Morogoro kuvijadili hivyo vitabu, kwa kweli vitabu ni vizuri kwa wanafunzi wetu. Wakimaliza form 4 na elimu ya hii mitaala hatuna wasiwasi, watakuwa ni wafanyakazi wazuri na watajikwamua kiajira, watajiajiri na wataenda vizuri nchi yetu itapanua. Naitwa Lina Wilbert Korea, nipo kidato cha nne, nipo katika mchipoa wa biashara hii pia ime imeweza kusaidia kujua jinsi ya kupanda miche mbalimbali mbali. Mfano mzuri umeweza kuonyesha hapa jinsi ya kupanda machungwa, pia tumeweza kujua jinsi ya kupanda mipapai na wengine, ambayo kazi hii inatusaidia sisi kama kidato cha nne, hata tukiweza kumaliza hapa bila kuajiriwa tunaweza tukajiajiri wenyewe kwa kupanda miche tofauti tofauti na kwa kuuza miche kama hivyo kwa inauzwa hapa. Dkt. Derrick Isaac Mligo, mwanafunzi wa kidato cha nne, kamapitia amali ambazo zimeonyeshwa hapa mbele mimi kama mimi najivunia kuwa katika amali ya umeme ambapo nimejifunza vitu vingi, ikiwepo wiring wa circuit nzima ya nyumba na kugundua faida na hasara za kukonekti umeme katika nyumba yako. Vile vile nimejifunza jinsi ya kupaka rangi, kama unavyoona hapa, kuna baadhi ya sehemu tumeweza kupaka rangi tukisaidizana na baadhi ya walimu na mafundi katika kuprint majina herufi na vitu vingine. Naitwa madam Esta Hayuka, ni mwalimu wa masomo ya Kiingereza na Kiswahili hapa shuleni kwetu East Coast. Shule yetu kwa kushirikiana na serikali tuna elimu ya amali ambayo tunaunga juhudi zote za serikali katika kuwaimarisha vijana wanaposoma hapa katika miaka yao yote minne, wanapotoka hapa wanaporudi majumbani katika kupambana na soko la ajira, tunawafundisha umeme, mapishi mbalimbali, lakini tuna utengenezaji wa sabuni za maji tuna kuchomelea kufyatua matofali kilimo cha biashara na kadhalika. Hivi vyote tunawafundisha watoto kwa lengo la kwenda kupambana na soko la ajira huko. Kama ambavyo tunajua, kwa sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa ya soko la ajira, hivyo watoto wetu wanapotoka hapa katika miaka yao yote minne basi wanakwenda kupambana na soko la ajira. Lakini mbali na hivyo tuna matarajio makubwa kama shule yetu kuwa na matokeo makubwa kwa division 1 na division 2 peke yake. Licha ya hivyo, watoto wetu tunaamini katika kipindi chao chote cha kuweza kusubiria matokeo, basi wanaweza kufanya shughuli mbali mbalimbali ambazo tumewaelekeza na kuwafundisha hapa shuleni kwetu. Elimu amali ni elimu nzuri sana. Tunaipongeza serikali kwa ajili ya kuboresha elimu yetu ya Tanzania ambayo tunaamini tutapata wajuzi mbalimbali mbali, nchini kwetu Tanzania.